Kulikuwa na kijiji kidogo kando mlima kilichoitwa Mwangaza. Jina hilo lilikuwa la matumaini, lakini kwa wengi waliokaa pale, ilikuwa tu kumbukumbu ya ndoto zilizoshindwa kutimia. Maisha ya watu Mwangaza maskini wa Mwangaza yalizungukwa na umaskini, ukimya wa maumivu na mila zilizowaweka wanawake na wasichana katika nafasi za unyonge. Katika kijiji hicho aliishi msichana aitwaye Rehema mwenye umri wa miaka kumi na saba. Rehema alikuwa mrembo wa sura na tabia, mwenye ndoto za kuwa mwalimu wa watoto wadogo. Alilelewa na mama yake mzazi, Mama Yusta, mjane ambaye alikuwa mchuzi wa mihogo na matunda sokoni. Baba wa Rehema alifariki akiwa mdogo, aliaga dunia kutokana na homa ya matumbo, huku akiwaacha mama na binti wake katika mikono ya dunia yenye ukatili. Siku moja ya mwezi wa Septemba ulikuwa na shughuli za mavuno ya mihogo na viazi katika mashamba ya kijiji. Rehema na mama yake walikwenda shambani mapema, wakapanda, wakachimba na wakajaza vikapu vyao kwa matumaini ya kuuza sokoni asubuhi iliyofuata. Jua lilikuwa limeanza kuchwa walipomaliza kazi. Njia ya kurudi ilikuwa ndefu na utulivu, ikikatiza katika vichaka vyenye miba na ngoma za chakula. Kando ya njia kulikuwa na vijana watatu waliokuwa wamejificha: Juma, Mani, Wario na Kitu. Walikuwa wakijulikana kijijini kama vijana wa giza, wakiishi kwa kuiba kulewa na kuharibu maisha wenzao. Hakuna aliyewahi kuwagusa kwa, kwa mikono wa sheria kwani walihusiana kwa mbali na watu wenye nguvu kijijini. Wakati rehema na mama yake wakipita, ghafla walivalua. Mama Yusta alijaribu kupiga kelele lakini Kito alimziba mdomo kwa nguvu na kumbamiza kichwani kwa fimbo nzito. alidondoka chini, akitapatapa kwa maumivu na damu kutoka mdomoni. Rehema aliyekuwa akijaribu kumwamsha mama yake, alichana nguo kwa nguvu machozi yakitiririka, kuvilika miguu ikitetemeka lakini hakuwa na pa kukimbilia. kilichotokea pale ilikuwa ni jinai ya kutisha, dhuluma ya kikatili ambayo haistahili kurudiwa hata katika maneno. Wote watatu walimwingilia kimwili kwa zamu, akimcheka, wakimtukana, wakimvua utu wake kama karatasi ya takataka. Baada ya kitendo hicho, walimwacha pale kando ya mwili wa mama yake aliyepoteza fahamu, kisha wakatoweka gizani kama majini. Rehema hakusema kile kitu kwa wanakijiji. Kwa siku nyingi hakumwambia mtu yoyote. Alimbeba mama yake hadi nyumbani kwa shida, akamficha kwa wiki mbili huku akimpa maji na chakula kwa siku. Mama Yosta alipona taratibu lakini alibaki na majeraha ya mwili na moyo. Kijiji kilipoanza kuzungumza juu ya mabadiliko ya Rehema, walijifanya kuwa kila kitu kiko sawa, lakini polepole tumbo la Rehema likaanza kuonyesha. Macho ya kijiji yakageuka kuwa mikuki. Maneno yakaenea, amejiuza ameharibika hata hajui baba wa watoto amejiuza, maskini, ameharibika, hata hamjui baba wa watoto. Na kweli hakujua. Wote watatu walimwingilia usiku mmoja, usiku wa giza, na hata mama yake hakuweza kushuhudia nani aliyetangulia. Hakuwa na ushahidi, hakuwa na usikilizwaji. Kilichobaki kwake kilikuwa ujauzito waukini wazee wa ukoo walimwita mama Yusta, akamshauri ampikie rehema dawa za kutoa mimba. Wakadai ni aibu kwa ukoo, lakini rehema alikataa, machozi akimtoka Rats. Alisema siyo kosa la mtoto, ataishi hata kama dunia haimtaki. Alijifungua mtoto wa kiume mwenye macho makubwa ya huzuni na midomo myapabilio nyamaza kama mama yake, alimwita jina lake Tumaini, akiamini pengine kutoka kwenye giza kunaweza kukachomoza mwanga mpya, lakini kijiji hakikumsamehe mtoto huyo. Akakuwa bila baba, bila ndugu, bila jina la ukoo. Alinyanyapaliwa palio akaitwa mtoto wa giza, mzigo wa aibu, alama ya dhambi. Lakini ndani ya moyo wa watu wengi kulikuwa na kitu kingine, ali ya kutaka kujua alikotoka na hasira ya kubadilisha hatima ya maisha yake na ya mama yake. What will happen next week? Nini kitafata? Basi usikose kufuatilia simulizi hii nzuri na kuvutia, na kwenda kwa jina la Mbegu ya Uchungu. Mvua ya dhihaka dhidi ya tumaini, pamoja na mama yake, vita enda kuishia wapi? M, hii ni mbegu ya uchungu, ndo sehemu ya kwanza. Naishia hapo. Basi usisahau kusubscribe, share kisha like na komenti ili we mtu wa kwanza kupata habari pindi tu zinapotoka. Bye bye.